Kwa jina naitwa Dhaujaty Shabani Seletu ni mkazi wa, ki, wa Kibaha kwa mfipa. Mimi ni mtoto wa marehemu mzee Shabani Seletu ambaye nilipewa usimamizi wa mirathi kusimamia mali za marehemu ambayo nilipewa hatua ya kusimamia au mirathi yangu nilipatia, niliifungulia Kawe. Kawe ikaniruhusu mimi nifanye nitafute mali za marehemu. Baada ya kuzitafuta, nikathibitisha kupata kiwanja cha Mbezi Beach ambacho ni cha marehemu baba yangu. Hichi kiwanja cha Mbezi Beach pale nilimkuta kuna mama ambaye yuko pale. Huyo mama lakini hakuwa na madhara kwangu. Baada ya kumuuliza, hichi kiwanja ni cha marehemu baba yangu. Lakini nimekukuta wewe kama ni mtu ambaye unaishi. Akadai kwamba yeye ni kama mlinzi na alikiri kwamba pale anakaa mtoto wake. Kile kibanda amekijenga yeye na kile kiwanja sio cha kwake. Amekiri hivyo. Kwa hiyo alinishauri kama wewe hiki ni kiwanja cha marehemu baba yako. Naomba usiye na dokumenti ya kawaida, fuatilia wizarani. Mimi nilichofanya kutoka pale, nilichukua hatua ya kufika serikali za mtaa hapa, nikaonana na mtendaji. Baada ya hapo, mimi nilifika manispaa. Manispaa kule walinifanyia kazi yangu, baada ya hapo nilipigiwa simu. Yaani, 2022 hiyo nikapigwa simu kuambiwa kama faili langu linaenda wizarani kwenda kufanya usajili. Kule wizarani alipokea na nili, alipokea mtu ambaye anaitwa Chibanda. Huyo Chibanda alipokea kazi yangu na kunithibitishia kwamba kazi yako iko hapa na tunataka tuifanyie kazi alifanya kazi yangu kwa uwezo wake yeye mwenyewe. Baada ya hapo, akadai kwamba faili langu linaenda kwa kamishina. Ilivyofika kwa kamishina, alidai kwamba mpaka afanye uchunguzi. Baada ya kufanya uchunguzi 2022, ilipita wima, hakuna taarifa yoyote mpaka 2023, nikapigiwa simu, nikaambia za Dhaujaty, natakiwa kulipiwa kiwanja chako. Nikapewa control namba, nikaja bili yangu milioni <coughs> 22 na laki 4, ambayo ni risiti yake hii hapa, milioni 22 na laki nne. Bili hii hapa inayoonyeshwa. Baada ya hapo, nikaambia ndani ya mwezi mmoja au wiki moja nitapata hati kweli. Mimi nilichofanya, kwa sababu sikuwa na ile pesa, pesa ilikuwa sana, milioni ishirini na mbili na laki nne ni ni ndefu sana, nilikuwa kama mimi ni mtoto, ilibidi niende sehemu nilipojua mimi mwenyewe, kwa vile kuna baadhi ya watu wanafahamu kitu gani tunachofuatilia, nilisaidiwa hiyo pesa. Baada ya kusaidiwa, mimi niliingiza moja kwa moja serikalini kwenye hiyo kontrol namba yao walionipa. Ilivyo, nilipotuma bahati nzuri kaarudisha majibu kwamba pesa imepokelewa wizarani. Baada ya hapo nikakaa nika, nika, mpaka wiki moja. Baada ya wiki moja kukaa sikupata taarifa yoyote. Ikabidi mimi nipigie yule msta na wale wa pale wizarani anaitwa Chibanda. Chibanda nilipompigia kaniambia bwana, mimi shida sio mimi, shida anayo kamishna Shukran Kyando. Ikabidi ni ni muulize mimi nawezaje kuonana naye? Akasema mimi nitakukutanisha naye kwa sababu mimi sina shida yoyote. Kama kazi yako nilishakwambia imekamilika. Kweli, baada ya hapo ikawa ni ngumu, 2023 mimi kuonana na kamishna na, na Shukran Kyando, kwa sababu ilikuwa kila nikifika pale wizarani, kamera zinazotumulika pale, tunaambiwa kamishna hayupo, njoeni wiki ijayo. Tunafunga safari tena wiki ijayo, hivyo hivyo, tunaenda kamishna hayupo mpaka siku tulipokuja kubahatisha. Tulienda na mama zangu wadogo pamoja na kakaangu. Tulipofika pale, tunashukuru Mungu tulimkuta na nilijielezea kwamba mimi ni mtoto wa marehemu, nikajitambulisha jina langu, nikamwambia mimi nina kiwanja changu kiko Mbezi Beach, nimeshalipia kila kitu lakini sija bado sijakabidhiwa hati yangu. Jibu lake ameniambia mpaka afike site. Ikabidi niulize ufike site inawezekana vipi? mimi nishalipia kila kitu na mlinipa ndani ya mwaka mmoja ambao ni 2022 ulisema ulise, uh, uh, kwamba hamwezi kufanya kufanya process yote mpaka mchunguze kiwanja changu, mshachunguze ndio maana mmeniruhusu. Inakuwaje ufike tena site? akasema hivyo ndio sheria. Kweli sasa, mimi nikamwambia kama kuna sheria ndio hivyo tu, inatakiwa lini twende site? Akasema mimi nitawape nijibu baada hapo. Tukawa tunasumbuliwa, mamangu mdogo na kakaangu ni mashahidi wote, tukawa tunasumbuliwa tukiwa, anatupangia na, siku tunaweza tukafika huku ambayo ni 2024 sasa. Hiyo maana yake ilikuwa ni mwishoni 2024, tumekuja sana huku na kila tukija kamishna hafiki kila tukifika ka, kamishna afiki, anadai kwamba mara sijui kaitwa na waziri, mara sijui hivi. Ikabidi sasa turudi tena kule kule kule na nelio wizalani, navyoenda wizalani. Ilifika kipindi tunaenda mimi na mdogo wangu, majibu anaotoa kamishna ni majibu yaani ya, yani ya, ya kunizalilisha. Ananiambia mimi ni maskini, umeona siwezi kuwa na kiwanja cha Mbezi Beach, na yeye ndio mtengeneza migogoro, yeye mtengeneza migogoro na mrekebisha migogoro. Kwa maana hiyo kelele za afisi umto sio mfukuza chula Mola, zote hizo ni kashifa namba anazo niambia mimi. Anambia mimi babangu ni maskini. Kwa hiyo hawezi kunipa hati. Mara mwisho baka na ananiambia hivi, wewe unataka ha unataka kiwanja? Unataka na ha unataka na pesa zako. Kiwanja kinatafutwa na pesa zinatafutwa. Kuna wenzeni wako hospitalini, eh? Mwimbili, hawajaweza kula awa awali wala hawalali. Na wengine wamekufa. Wewe umepata pumzi unachezea, unafuatilia kiwanja baada kuangalia mambo mengine. Kwani pesa si zinatafutwa? Achana na hiki kiwanja. La sivyo nitakuhukumu kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Jibu ambalo alionaambia kamishna Shukrani Kiande. Nitakuhukumu kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Hiki kiwanja sio mali yako, na hiki kiwanja unakiona ukakukitumbulia macho hivyo hivyo. Yaani ukitamani hivyo hivyo, lakini siwezi kukupa hati. Na yeye kamishna ndio alotengenezea mgogoro pale kwenye kiwanja, na mpaka kufika pale kiwanja na nikakuta njia yangu imeblokiwa yeye kwa nguvu ya kamishna Shukrani Kiande. Ameblock njia na yule mama ni mtu wake kamishna Shukran Kyando, kwa sababu yule mama mara kwanza alinipokea vizuri, lakini baada ya hapo mimi kwa nafuatilia hati huko, akajenga ofensi, wakaziba njia ambayo naopitia mimi kuingia kwenye site yangu, umeona. Baada ya hapo, mama ananijibu mimi jeuri kwamba wewe ni huwezi kuwa na kiwanja hiki na hatukutambui, lakini mara kwanza alinitambua yule mama, lakini mimi nadili, na kamishna, na kamishna ndo anayeniletea migogoro. Kamishna ndo ananigombanisha, ananigombanisha na majirani zangu na ananigombanisha na yule mama kile kiwanja ni cha marehemu baba yangu. Baba yangu amekaa huku ni mzawa wa huku mpaka anakuja kufariki amefia Lugalo na tumemzika nani katika makaburi ya Luventi. Umeona. na mimi kiufupi na, ki, natambulika huku kwa sababu hata shule nimesomea huku. Leo hii kamishna kiongozi ambaye iko madarakani tunamtegemea sisi anakuja kutupokonya kiwanja. anatutapeli na kutudhulumu kiwanja chetu. Mimi hapa kwa hiyo mama, nakuomba nakuomba utusaidie hasa mama Samia weni mtetezi wa wanyonge, mlezi wa watu, naomba utusaidie sisi watoto tunateseka. Tangu baba yangu afariki sina maisha, natembea jua langu, mvua yangu, naomba utusaidie asamia, mimechoka kutembea, huu mwaka wa nne. mimi ndo ananitegemea jamani, ananitegemea mimi hapa, ndo tegemezi lao. Mimi ndo mtafutaji, mimi ndo mpambanaji. Leo hii natumia nguvu zangu zote kuti kufuatilia kiwanja, lakini a kwangu nimelipa, nimelipa di hela pesa milioni ishirini na mbili nimeingiza huko. Naomba munisaidie jamani. Naitwa <coughs> Joyce <coughs> <coughs> Kiara si, mwenyeji wa eneo hili, nimeishi hapo ni mwaka wa 36 karibu sana uh, nataka tuingie na tushuhudie kwa kiwanja, kwa amri niliyopewa na mwenye kamishna ardhi, ambaye alikuja mara ya mwisho tukakaa kikao na akasema kwamba tutaletewa majibu. Nimeshafuatilia ile majibu yangu ardhi, nimeambiwa bado yanashughulikiwa, na alisema asije mtu yoyote kuasumbua bila mimi mwenyewe kuwepo. Hiyo ndiyo alikuwa amri ya kamishna, na hawa mnaoita mapacha leo walikuwepo labda, ndugu andishi, niseme mama ananitambua mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa ambaye na mamlaka katika mtaa huu. Hata huyo kamishna akija, ni mimi ndio nitakayemleta kwake, sio kamishna anilete hapo. Kwa hiyo wangu pia auamini, siuamini kabisa, kwa si sababu ilikuwa ni kesi ambayo bado inatakiwa inatakiwa e,

Kamishina huyo huyo anasema leo kwamba haiwezekani mtu aingie katika kiwanja hicho wakati kiwanja kimeshalipiwa kinangojewa hati. Simbishi mama, ni maelekezo aliyopewa. Mnaona kwamba jinsi gani watendaji tunavyokuwa hatutendi haki. Kama angekataza kiwanja mtu asiingie kabla kulipiwa, tungemwelewa, lakini sasa kiwanja kakiruhusu kilipiwe, alafu tena anasema kisi mtu asiingie. Kumruhusu mtu kulipiwa na maana kakizi vigezo vyote cha kuwa kiwanja chake sasa inakuwaje leo aruhusu mtu kuingia huko katika hicho kiwanja? Sisi mama, tunashukuru kwa ushirikiano wako, hatukuja hapa kiugomvi, lakini niseme tu kwamba na mimi ndo raisi wa mtaa huu, namwakilisha mama Samia kwa matatizo madogo madogo, na sisi ndo wapiga kura huku mtaani. Kwa hiyo sasa mama, kauli usiseme uitambui, sema tu kwamba maelekezo hayo yamekufanya yame wewe usi siweze kuni lakini kunitambua, ananitambua na yeye ni mpiga kura wangu. Kwa hiyo, ndugu andishi wa habari, naomba tusichukue muda mrefu sana. Tunaomba tu kwamba hatua zingine za zifuate, atafute huyo kamishna aelezwe kwa nini alimruhusu dada <coughs> hawa mapacha walipi hicho kiwanja, alafu anawazuia kuingia, alafu hawapati hati yao. Naomba tuishie hapo kwa sababu tumesikiliza upande mmoja wa mabinti lakini wameonyesha uthibitisho, labda kamishna naye ana jambo la kutueleza ambalo limekwamisha kupata hati. Maana tunaweza tukamlaumu mtu kumbe kuna vigezo labda vikukamilika, na je kama vigezo vikukamilika hiyo hela ya mabinti itarudi? Tujiulize hilo swali, kwa sababu kosa sio lao, wao wamempa control number, kalipa. Lakini wao wanaamini kiwanja cha marehemu baba yao na taratibu zote za mirathi zimekamilika mahakama imempa ime administrator yupo. Kwa hiyo tukamsikilize na kamishina, na nyinyi mmejionea wenyewe hali halisi ilivyo, maake useme mtu kamishina anamsingizia, lakini kamishina kwa mguu wake kafanya kikao, si kama kikao kafanya na nani? Kwa sababu tunashangaa hata kamishina kuingia kwenye mtaa wangu bila kunihusisha mtu wa serikali ya mtaa. Kwa sababu aha, basi kama alimhusisha yule baba kwa hiyo muna... basi naseme tu hatugombani yeah. Mambo hayo yanaenda taratibu mm. Basi yeah. Basi msigombane yeah. Msigombane yeah. Mambo yanaenda taratibu ndiyo, tunakwenda hatua kwa hatua. Tunaomba mtufikishie huo ujumbe wetu kwa kamishina kwamba tunataka haki itendeke, sio kubabaishana hapa. Tumeelewana rafiki rafiki. Waandishi wa habari, sina mengi ya kusema naomba tukatekeleze majukumu mengine. Mmefika eneo tukio, nyinyi wenyewe mmejionea kauli hiyo. Mama sikumfundisha mimi, kasema mwenyewe kwamba kashaambiwa yeye asiingie mtu. Mimi naitwa Judith Karumba, ni mtendaji wa mtaa wa Mbezi Beach a kata ya Kawe e. niko hapa kwa ajili ya kuelezea swala la watoto wawili ambao walikuja hapa ofisini wakilalamika kwamba wana eneo lao maeneo ya barabara ya Almasi. Kwa hiyo tulilazimika kwenda nao ili waweze kutuonyesha lile eneo. Tulivyoliona, tulikuta kuna majirani wawili, lakini jirani mmoja ndo tuliyekutana naye, tukamuuliza akakiri kwamba lile eneo kweli sio lake ni la mtu lakini, na akawa anasema kwamba hamjui mtu huyo ni nani, ila anasikia kwamba anakaa nje ya nchi na ameoa mzungu. Sasa baadaye, sasa na sisi tulivyoanza kumhoji kwamba huyo mtu unaweza ukatupatia majina yake, alishindwa kutupatia majina ya huyo mtu, basi tukaondoka. Mara ya pili nilivyokwenda, nilienda na mgeni kutoka ardhi makao makuu, ambaye anaitwa Teti, jina la P labda mpaka niangalia kwenye dokumenti. lakini ni Teti kwa jina lingine maarufu alilonalo. Tulipofika pale, tulikwenda naye, tukaingia ndani, yule mama akatukaribisha, lakini alitukaribisha akiwa amebadilisha mawazo, na lile eneo sasa hivi walikuwa wamelizingira, jirani na jirani walilizingira, likawa haliingiliki. Sasa watoto hawawezi kufika mpaka kwenye eneo lao kwa hiyo kila mmoja alijenga ukuta na huyu wa huko akajenga ukuta wakabananisha, likawa liko ndani. Sasa hao watoto walikuwa wanashindwa sasa kupata namna ya kuingia kuangalia eneo lao. Kwa hiyo ili uweze kuingia kwenye lile eneo ni mpaka uingie upitia kwenye geti la yule mama ndo upate kuingia kuliona eneo. Kwa hiyo liko ndani kwa ndani. Sasa kabidi sasa na yule mwakilishi wa Arizi alihoji sasa maswali kumhoji yule mama pamoja na mume wake, na kipindi hicho tulienda sasa tukiwa tumekamilika. Timu ya serikali ya mtaa ilikuwa mimi na mjumbe wa serikali ya mtaa pamoja na mjumbe wa shina ambaye anasimamia lile eneo. Kwa hiyo yule mama alichoendelea kukiri ni kwamba lile eneo sio lake, isipokuwa kwenye hilo eneo alijenga kibanda kidogo ambacho analala mwanaye, lakini anasema alikijenga kwa sababu ya ulinzi wa hilo eneo ili mwenyewe atakapojitokeza aweze kumwachia eneo lake kibanda chake at, atakuwa razi kukibomoa, lakini anasema mpaka sasa alikuwa hajapata uhakika wa nani mwenye eneo, ila toka sisi tumefuatilia, ni miaka miwili imepita, watoto hawa ndio tunaowaona wanakuja kila siku kufuatilia eneo lao. Hatujaona mtu mwingine ambaye amejitokeza kwamba ni eneo ni la kwake lakini mtaa mzima linaozunguka pale kwenye shina hilo la mjumbe kila mtu anajua kwamba lile eneo kuna watoto wanalifuatilia. Kwa hiyo sisi tulimwomba ushirikiano, kama huyo mtu anayemjua yuko Ulaya basi amtaarifu kwamba eneo lake kuna watu wanalitaka, kama yupo. Lakini mpaka leo hatujapata ushirikiano wa kupata taarifa ya huyo mtu anayedai kwamba ni mwenye eneo, mwenye mke mzungu ambapo yeye yeah, anasema alitegemea watakuja watoto wa chotara, yeye hamfahamu. Lakini sijui taarifa hizo alizipata vipi, lakini yeye anavyokili anaongea kabisa kama ana uhakika kwamba ana mke mzungu, lakini alitarajia watakuja watoto wa chotara kuja kuulizia. Sasa Kani hatuja kasa... hatuoni kinachoendelea na yule mama mpaka leo hatumwoni kuja hapa ofisini toka siku hiyo, nadhani ni mwaka umepita, sijamwona hapa ofisini kuja kuleta taarifa yoyote kwamba kuna mtu amejitokeza ni mwenye eneo, japokuwa hao watoto mpaka leo hawawezi kuingia pale, ni mpaka wafungulie geti. Kwa hiyo ina maana eneo limezingirwa. kwa majina naitwa Esther Mwamyara, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mbezi Beach A. Kama mlivyosikia, ndugu waandishi, swala la hawa mabinti tumelishughulikia kadiri ya uwezo wetu hapa kwenye serikali ya mtaa na lilionyesha mafanikio mazuri tu, mpaka afisa alipokuja kulikagua hilo eneo akathibitisha kwamba hilo eneo ni la kwao. Nasema hivi kwa sababu ukiangalia hawa mabinti walihangaika mpaka wakapewa ruksa na wizara wakapewa control namba walipe gharama zote za kiwanja ambazo walilipa tarehe 26 Mei 2023 milioni 22,464,701. Na, na prosesi yote ya malipo ya kiwanja ikishakuisha kinachobakia ni hati. Sasa hata sisi kama serikali ya mtaa, ndugu zetu wa serikali wenzetu wizara ya ardhi, wametushangaza sana kwa jambo hili, kwa sababu tunajua kabisa wananchi baada ya kulipa gharama za kiwanja ni muda mfupi tu, mwezi unapata hati yako, lakini tumeshangaa leo mabinti wamekuja, wanasema wanaangaishwa karibu miaka mitatu hawajapata hati. Matatizo mengine siwezi kuyazungumzia kwa sababu wao ndio waliwashuhudia mimi sijashuhudia, wa lakini niombe serikali kupunguza matatizo kwenye mitaa na kutupunguzia ugumu wa kuendesha serikali za mitaa. Mambo kama haya yashughulikiwe kikamilifu. Tumwombe waziri mwenye dhamana ya wizara hii ya ardhi alishughulikie jambo hili, ili hawa mabinti wapate haki zao. Baada ya kusema hayo, ni washukuru waandishi wa habari wa kwa kupaza sauti ya wanyonge ya watu kama hawa ili iweze kuwasaidia. Kama mtu anakwenda kwenye ofisi ya waziri, anaambiwa hapasi kuingia au muda umekwisha au waziri hana muda, nafikiri kwa waandishi wa habari ndio kimbio yake. Hakuwa na nia mbaya, lakini amefika mahali hawana jinsi ya kufanya kupata haki zao. Kwa hiyo tuwaombe viongozi wa ngazi za juu wa wizara ya ardhi walishughulikie hili, ili, ili wapate haki zao kwa sababu tayari wameshawatoza gharama za ardhi. Kwa hiyo sidhani kama watoto hao wana changamoto, isipokuwa tu ni udhaifu wa watendaji wachache wasiokuwa waaminifu, wasiokuwa na huruma, wasiokuwa na utu. Kwa hiyo ni kuombe waziri wetu wa ardhi kuwasaidia hao watoto wapate haki zao, waendelee kuishi kwa amani. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana waandishi wa habari na karibuni tena.